Naam, niwakaribisheni kwenye studio zetu za Irakiza Nelson kwenye Facebook, tupo kwenye mitandao ya kijamii tupo kwenye YouTube pia, jina ni Irakiza Nelson kwenye Facebook, jina ni Irakiza Nelson. Ndani ya studio tuko na mchambuzi. Asante sana ndugu Gordon. Nishukuru uongozi mzima wa uh, channel ya, chano ya Irakiza Nelson pia uh, nipende kuwakaribisha wasikilizaji wetu wasiwe mbali nasi watufuatilie kuanzia mwanzo hadi mwisho, maana tunakwenda kuzungumzia mambo makubwa na mazito yanayoendelea katika nchi yetu hii ya DR Congo. Eh, asante sana na ndugu Michael. Hivi majuzi tumeona baraza la, la seneta eh, hapa kwetu DR Congo wameweza kumwondolea kinga seneta mwenzao ambaye alikuwa ni rais wa zamani wa DRC, na tukaona kwamba baada ya kuwa wametangaza kuondolewa kinga kwa aliyekuwa rais wa DRC rais wa DRC akaamua kwenda kwenye maeneo ambayo uh, yameshikiliwa na waasi kutoka Rwanda yaliyovamiwa, uh, maeneo ambayo yamevamiwa na Rwanda na wakawa wameyashikilia kwa muda sasa. Hilo limeonekana kuwa ni kitu kingine. Unasemaje katika hilo? Kwanza tuanzie hapo. Naam, asante sana ndugu Gordon. E, ukweli ni kwamba maseneta walimfutia kinga e, seneta mwenzao aliyekuwa e, rais e, kwa lugha nyingine ni rais mstaafu wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Maseneta walikuwa na haki, kwa sababu toka mwanzo mwa vita hivi e, aliyekuwa aliyekuwa rais wa Kongo Ka, Kanambe Kasembelele alionyesha kuwaunga waasi mkono, hivyo ukapelekea serikali kujifunza kwa suala hilo. Na hata unakumbuka rais Felix Tshisekedi aliposema kwamba ka, nambe kabange ndo e, mfadhili mkuu wa waasi wa M23, kabila alikuja kajibu, na leo amedhihirisha kwamba alikuwa pamoja nao, kwa sababu nam jambo lingine ni kuwa wazi kabisa, wakongomani wote asilimia tisini na nane wamemkataa huyu kabila Kanambe, na baada ya kuwa amekataliwa amekimbilia sasa kwenye maeneo ambayo ndugu zake kutoka Rwanda wameyashikilia kimabavu na kinyume na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kinyume na utawala uliopo sasa. Kosa lingine ambalo amelifanya kosa la kwanza alilolifanya kosa la kwanza alilolifanya ni kujiunga na kuanzisha kundi la uasi kupitia ndugu zake Wanyarwanda. Kosa la pili ameenda kufanya mikutano kwenye eneo ambalo ndugu zake wameshikilia. Sasa hayo ni makosa mawili ambayo yanamfanya wa, yanawafanya Wakongomani wamuone kwamba ni msaliti wa nchi yao.